Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana, ni sakata zima la makala ambayo imetoka na hii makala inamhusu Harmonize na Diamond Platnumz pamoja na Jay Melody. Have... E, kwa upande huu hapa Tanzania lakini pia vilevile kutoka South Africa bwana, hapa kuna Shile Nkosi na Tyler. Yaani, ni kwamba hapa bwana, imetolewa listi ya wasanii ambao basi moja kwa moja msanii yeyote yule akimshirikisha katika nyimbo yake lazima amfunike. So hii ni makala ambayo tumekutana nayo huko mtandaoni ambayo inaelezea orodha ya wasanii ambao ukiwashirikisha katika nyimbo yako, yaani kama una ngoma ukimshirikisha mmoja kati ya wasanii hawa, wamekuwa na tendency ya kufanya vizuri zaidi ya wewe mwenye ngoma yako. Yaani hivyo ndivyo ilivyo, na tunafahamu kabisa kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao ukiwashirikisha wanakumeza kwenye ngoma kiasi kwamba watu wanaanza kuhisi huenda labda ngoma sio ya kwako, bali wewe ndio uliyeshirikishwa wakati kumbe nyimbo ni yako. So imetolewa hii listi ya hao wasanii ambao wana hiyo tendency au wana hiyo sifa, na katika hii listi bwana, ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli e, vimewafurahisha watu wengi sana, kutokana na the way ambavyo walivyoizungumzia kwa ujumla, kuhusiana na hii issue ya hao wasanii na jinsi ambavyo vipaji vyao vinafanya e, wafanye vitu kama hivyo. Moja kwa moja bwana, bila kupotezea time bwana, kuna wasanii takribani sita ambao kwa upande huu hapa wa Afrika au kutoka hapa Tanzania, wasanii ambao pia vilevile wamekuwa wakishirikiana sana na wasanii wa Tanzania kutoka South Africa. E, imetoka hapa listi ya wasanii sita ambao bwana, ukiwashirikisha e, basi ujue kabisa kwamba usipokaza, e, kuna uwezekano kwamba wakakupindua kwenye ngoma yako wewe mwenyewe. Na tukianza na namba sita, bwana ametajwa J Melody, moja kati ya wasanii ambao ni new generation, lakini amekuwa akifanya vizuri kwa muda mrefu na ana fan base kubwa. Kiukweli ni kwamba J Melody amekuwa na mashabiki wengi sana, na hata the way ambavyo anavyoingiza fedha inaonyesha ni wazi kabisa kwamba streaming ndizo ambazo zinazombeba zaidi J Melody. Kutokana na fan base yake wamekuwa kimsupport kupitiliza, tofauti na wasanii wengine ambao wanategemea zaidi endorsement pamoja na madili ya hapa na pale, vile vile shows, lakini kwa upande wa Jmelody haijawa hivyo. Jmelody ni msanii ambaye hategemei sana show wala endorsement au madili kutoka makampuni mbalimbali mbali. Jmelody, yeye sana sana, kitu ambacho kinamfanya apate pesa nyingi ni swala zima la streams. Sasa Jay Melody bwana, ni kwamba ni mmoja kati ya wasani ya wasanii ambao amekuwa na hiyo sifa kwamba ukimshirikisha tu basi, usipokaza ujue kabisa nao kuna possibility kubwa sana akakukimbiza. Kwa hiyo hapa, bwana, kuna page hapa imekuja imezungumzia kuhusiana na hiyo fact. Wameandika kwamba bwana, dogo amemdhalilisha sana Diamond Platnumz kwenye nyimbo ya Mapozi. Ngoma zote ambazo ameshirikishwa na Genius Genie, Double X Double 6 huwa anatisha vibaya mno kwa mujibu wa tetesi ambazo zinazosema huko mtandaoni bwana, kuna verse ambayo aliiweka, eh, Jay Melody, ile pezi kilo 150, unavyonipa raha utanambia nini? E bwana, ile ni moja kati ya verse bora sana ambayo imeshawahi kutokea, na kiukweli watu wengi sana wamekuwa wakidai kwamba bwana, katika ile verse ambayo Jay Melody alikuwa ameiweka, alimfunika mpaka Diamond mwenyewe, ikabidi Diamond naye pia airudie hiyo verse katika nafasi ambayo yeye alipatiwa pia kuimba. So, verse ya J Melody bwana, kwa mujibu wa wadau, wanasema kwamba katika wimbo wa mapozi J Melody alimfunika mpaka Diamond kutokana na hiyo verse ambayo alianza nayo pale mwanzoni. Uh, lakini pia vilevile vile, kuna nyimbo ambazo J Melody ameshirikiana na Genius Genie, X66 ambazo hizo nyimbo nazo pia ukizisikiliza zote ni kwamba J Melody amemfunika huyo jamaa. Ukiachana na Jay Melody, bwana msanii mwingine kutoka South Africa moja kwa moja, huyu anaitwa Shley Shley Nkosi mmoja kati wasani ya wasanii ambao ni chipukizi, lakini amekuwa akifanya vizuri sana lakini pia tumekuwa tukimfuatilia kutokana na kwamba ni mmoja kati ya wasanii kutoka South Africa ambao amekuwa na ushirikiano mkubwa sana na wasanii wetu hapa Tanzania. Kwa hiyo moja kwa moja bwana Shley eh, ni naye pia ameingia katika hiyo list akiwa msanii namba tano, ambaye ni hatari kwelikweli. Ukimshirikisha katika ngoma yako ujue kabisa, eh, kuna uwezekano akakukimbiza So hapa kuna pe kwenye hii page hapo amekuja wameelezea kwamba bwana, hii piece kutoka South Africa ipo kivingine kabisa. Cheki alichofanya kwenye nyimbo ya Sele ambayo alifanya na Mbosso, Diamond Platnumz kwenye wimbo wa shuu na Koma Sava huko South Africa penyewe. Pia vilevile vile, akipewa kolabo anahiti yeye tu kuliko hata mwenye nyimbo yake <laughs> eh, unaambiwa kwamba shila inkosi, bwana uaga afanyagi makosa. Ukimpa nafasi afanye kazi katika ngoma yako lazima akukimbize. lakini pia vile vile ukaachana na Shila Inkosi, kuna huyu anaitwa Khalil Hilson, ambaye huyu bwana ni kijana mdogo pia kutoka South Africa na yeye pia ni noma kweli kweli. Ukitazama kwenye wimbo wa Komasava alichokifanya mule ndani, hata Diamond bado kidogo tu apotee. Unaambia kwamba bwana aligaragaza kweli kweli. Lakini pia vile vile kuna nyimbo nyingine ambazo amefanya na Rayvanny pamoja na Diamond Platnumz kwenye wimbo wa Nesa Nesa, na hapo ukisikiliza basi utaelewa kabisa kwamba huyu Khalil Hilson naye pia ni mmoja kati ya wasanii ambao wanakasheshe kweli kweli ukiwashirikisha katika ngoma yako lakini pia vilevile vile, Harmonize Gone Boy amekamata nafasi ya tatu katika wasanii ni ambao ni, ni machachari kwelikweli ukiwashirikisha kwenye ngoma yako. Harmonize naye pia unaambiwa kwamba e, muulizeni Mario bala alilofanya e, katika nyimbo ambazo alishawahi kufanya naye kama vile naogopa away wangu zote hizo ni kwamba ukisikiliza tu kwa haraka haraka unaelewa kabisa kwamba Harmonize amemfunika Mario vibaya mno. lakini pia nafasi ya pili bwana amepewa Diamond Platinumz. Diamond mwenyewe pia japokuwa, kuna baadhi ya ngoma ukizisikiliza kama vile amefunikwa, lakini at the end of the day, ukisikiliza ngoma ambazo pia Diamond ameshirikishwa zina kasheshe ya hali ya juu, kutokana na kwamba na yeye mwenyewe pia ni mnoma. Vile vile Diamond bwana akisha kuzimia beat, ujue kabisa umeisha unaambiwa kwamba huyu jamaa ni nini, akizima biti tu, ujue kabisa kwisha habari. Hebu tazama ngoma zote alizoshirikishwa na Barnaba, ametisha vibaya mno. Tazama ngoma zote alizoshirikishwa na Juksi, eh, lakini pia vile vile, eh, kuna ngoma inayokwenda kwa jina la Kololo ya Pato Ranking, pia humo ndani Diamond amemfunika Pato Ranking mwenyewe, eh, lakini pia vile vile kuna kuna nyimbo inaitwa Bernard Reloaded ya Mr. Flavor jamani, hatari sana lakini ukiachana na Diamond Platinumz, pia Alikiba naye ametajwa kama msanii mmoja wapo ambaye ukimshirikisha huyu jamaa kwenye chorus, akipiga tu chorus yake, basi na sauti ambayo yuko nayo, ujue kabisa hapo ngoma lazima itahisiwa kwamba ni ya kwake. E, kwa hapo ameandika. Umebona bila shaka uwezo wa Alikiba ni kila mtu anaofahamu. Sikiliza ngoma zote alizoshirikishwa jamaa, hata akipiga chorus tu e, ujue kabisa kwamba anaitendea haki na ngoma inakuwa kama ya kwake vile, na ni lazima e, akufunike au alimfunike yule aliyemshirikisha. Lakini pia vilevile vile, kwa uchache, ngoma zilizofunika zaidi ambazo yeye alikuwa ameshirikishwa ni kama vile Gere ya Wozu, Zari ya Dully Sykes. Ngoma zote hizo alishirikishwa, na vilevile vile bila kusahau Breakdown ya Nandy na Proud of You ya Darassa na kadhalika. Ngoma zote hizo ukizisikiliza, unaelewa kabisa kwamba kwamba Alikiba alichokifanya utadhani yeye ndiye mwenye ngoma Shai. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, utakao tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.